What's up, YouTube? Welcome back kwa Joram hapo. Sasa kama kuna dem mtoto wa kike fulani anakusumbua akili, anacheza sana na hisia zako, unajitahidi kumwelewa, unajitahidi kumtuliza atulie, aache wengi, anakudharau sometimes. Sometimes anakunyima attention. Sometimes una notice anaenda mpaka mbali sometimes apokee mpaka simu zako, yaani anakujaribu, anaku in a way you know, you don't understand, hujui ni kipi ufanye. Sasa kwenye hii video Naenda kukupa mbinu moja tu ambayo itakufumbua ita macho, utaona ni kwa nini anakufanyia hivi na ni kipi ambacho unapaswa kufanya, hicho kitu kimoja tu ambacho ukistick mpaka mwisho wa video ni lazima utajua na utaweza kumtuliza huyo mwanamke ambaye ni very erratic au naita ni very stubborn. Na hii ni nature, ni kawaida ya wanawake kuwa wasumbufu kuwa stubborn kwa. Sitaki nichukue muda wako mwingi, nataka tuende straight kwenye point. Okay hey, sasa mmoja kabisa ni kwamba usireact, potea natural au ki kawaida. Mwanamke anapokutest anapokuona vitimbu hivyo anapokusumbua sumbua anapokutesa kihisia anapohangaika na wewe sometimes ajajibu text, hizo zote ni ana enjoy the way ambavyo una react, ndivyo anakuchezea, ana michezo, anafurahia unavokasirika, anafurahia anavoweza kukuchokonoa, anakubonyeza button zako na una react, anapenda, kwa sababu wao wanapenda drama, wanapenda misukosuko. Hawapendi kukaa tu kitu kiwe stable, natural, kitu kikaa stable, kika stable mwanamke apendi, anataka keo sana. Anapenda ile hisia itawale zaidi, unavyo react vile hasira na makasiriko na nini yeye. Yeah, una feed, ni kama unalisha kile kiburi chake si ndivyo? Ko naturally anavokusumbua vile ana, anategemea utamwambia utareact utareact utareact, uta utalalamika utamuita uta mkae chini mwongee. Si ndivyo? Na unavofanyaga unampigia simu unamwambia unajua, hii nduma yangu mwisho kupigia simu sitakupigia tena. Okay, ukiendelea kukataa kupokea simu zangu mimi na wewe basi. Ndio unasemaga hivyo, yani, unaonyesha kabisa kwamba hicho kitendo kimekusumbua kimekugusa. Sasa usifanye hivyo. Nenda opposite. Mwanamke akiwa anafanya vile, ni anataka kujua, je utatetereka? Anavyokusumbua, anavyokuhangaisha, anavyokukera, anataka kujua, je wewe ni mlingoti, ni, ni mtu ambaye una uwezo wa kutegemewa, hata anavyokusumbua hautatetereka. Akishaona kweli ni kizingiti, ha, hata jaribu mbinu gani, hawezi kukusumbua, hawezi kukutoa kwenye position ambayo huko ana ana relax, ana fry, anasema yes nimepata mwanaume ambaye hatikisiki. Lakini anavokusumbua anavoangaika na wewe, afu na wewe una give in, una react emotionally, una react kwa hisia una unamrushia maneno kama anakukurushia wewe, anasema yes, hakuna mwanaume hapa. Yani mwanaume kitu kidogo tu kama hichi kimeweza kumtoa kwenye reli, kimemtoa kwenye ile state ya kutulia, sababu wanaume mwanaume ni kutulia Ikitokea stress au ikitokea kitu ambacho ni cha kushtusha, hatupaswi ku react kwa hisia, kwa na kuonyesha kwamba tumekereka au kile kitu kimetusumbua. Hii ni primo, hii ni primo kabisa, it goes way back. Ni kwa ajili ya survive. Kama mwanaume inabidi, sehemu ambao ni ya stress, sehemu ambao ina misukosuko mingi, hisia zimetawala wewe, ndo unabidi uwe sharp akili utumie kutoka kwenye hiyo situation. Sasa mwanaume mwanamke, um, anapima je, yeah, huyu mwanaume ana uwezo wa kuvumilia hizi misukosuko bila kuonyesha kwamba amekereka ameumia, au nimemuumiza kwa namna yoyote ile. Kwa ukiona anakuchokonoa kuchokonoa, afu na react, unaonyesha kama umekereka anapoteza respect, anapoteza heshima ambayo anayo kwako. Ino ni swala la muda tu mpaka yeye kuachana na wewe. kwa ki ni kutokuonyesha kwamba umeumia, ume, ume, ume, au umekereka, hiyo ni okay. Sasa namba mbili ni kwamba badilika. Paka inapotokea mwanamke wako anaanza anaanza kukuchokonoa kukuuma gusa, gusa, ni kwamba kuna kitu anahisi anataka kufanya maamuzi ya haraka. Wanawake wakiwa okay, wanafanya maamuzi ya haraka anakuaga emotionally kwa sababu anataka ajue, je aendelee kubaki kwenye hayo mahusiano au aachane na wewe. Sasa majibu yako kwenye hizo reaction zake hizo vitimbi vyake, anapokataa kujibu message zako au anapokaa wiki nzima akutafuti kwa ni kwamba yatamwambia wewe ni aina gani ya mwanaume, kwa sababu kama wewe ni mwanaume ni dhaifu, uta give in utareact kama o tumetoka kuongelea hapo awali, utaanza kumtukana kama wanaume wengine wanaofanya, utaanza kumtupia maneno makali na kumwambia unataka tuachane, afu baadaye usiku unarudi tena kumuomba msamaha. It's natural, inatokea kwa kila mwanaume, hata mimi ilisha inatokea. Kwa kama anataka kufanya maamuzi ya kubaki na wewe, anataka ajue kama huyu jamaa ana ability ya kuchange na uwezo wa kubadilika. So kwamba yuko hivi ni kwamba amependa? Hapana, ni kwamba kuna information hana kwa huo wakati, lakini akishajua ni huyu ni jamaa ambaye anajifunza kwa makosa. Akikosea kitu harudi tena kukosea, kwa uwe ni mtu wa kubadilika. Wanawake wanapenda mtu ambaye anabadilika. Kubadilika kwako kunamwambia kwamba ipo siku utakuwa bora kuliko ambavyo ulikuwa hapo awali, na atakuwa amemesa au utamekosa. Kwa hiyo inamfanya azidi kubaki, kwa kama wewe ni strong, kama una tabia character ambayo ni very strong, tunasema ni masculine Uta, uta, utavumilia zile shida lakini, kila siku unaendelea kujibadilisha, unasikiliza podcast kama hivi, unasikiliza unasikiliza mafun, mafundisho au utatafuta namna ambavyo unajifunza na makosa yako. Ile ni key, ni, n, ni muhimu sana kwa wewe mwanamke kurudisha ile heshima ambayo alikuwa ishaanza kuipoteza mwanzo. Kwa kama anakutest, ni time ya wewe kuonyesha kwamba we ni warrior, we ni shujaa na kwamba hautatetereka kwenye pressure, hata afanye nini Hataweza kukusumbua kwa hicho. Ni kitu ambacho nafikiri umejifunza leo, ka apply kwenye maisha yako. Si badilika, anza kujifunza na makosa yako. Kama kuna kitu ulifanya afu kaona backlash, unaacha kufanya, si ndivyo? Hivyo ndivyo unavyozidi kuwa, kuwa bora na mwanamke wako anazidi ku, ku, ku, ku, ku trust. Mwishowe anakubali kwamba yes, huyo ndo jamaa sasa ambaye namtaka ambaye amebadilika mpaka amefikia point ambayo yes, ni mwanaume kabisa. Lakini kama ubadiliki, huachwa ni ni pai ni lazima. Okay, sasa namba tatu ni kwamba anza kujithamini. Unajua, mwanamke ambaye hakuthamini hiyo inatokana ni kwa sababu wewe kama wewe haujajithamini haujajipa thamani, kwa ukikosa kujipa thamani hakuna mtu mwingine so wanawake tu, hata wanaume wenzako watashindwa kukuheshimu. Heshima anapewa yule mtu ambaye anajiheshimu Si ndivyo? Kwa kama wewe haujithamini, hauna mipaka, haujijengea mipaka, hauna principles, hauna sheria ambazo hata iweje hautakao zivunje. Unajiambia kabisa, mimi kama nimemtumia mtu text hajareply, siwezi nikaongeza message juu ya message ambayo haijajibiwa. Hiyo ni sheria, unaweza ukawa unaishi na hiyo sheria, si ndivyo? Ukiwa ni mtu ambaye unajithamini, watu wengine wanaona kwamba huyu ni mtu anayejithamini, kwa anapaswa kuheshimiwa kwa ukishaanza kuona mwanamke wako anakutest au anaanza kuleta dharau au anaanza kuwa na zile petty feelings, ni time ya wewe kusimama wima na kuanza kuji, kujithamini kuanza kuweka mipaka ndipo. Kwa sababu mwanamke kama akishajua hauna mipaka, akishajua hujajiwekea uzio, atakupush atakupush atakupush paka kwenye kujinyonga. Wakogo hivyo watakutesa paka ukajinyonge, kwa sababu si hauna mipaka, wanakupush to your limit Ukijifunza kuiweka mipaka ukawa na principles ukawa na sheria, mtu yoyote ambaye anakuja kwenye maisha yako awe wa kike au wa kiume inabidi akubali, ah, kuishi kwenye misingi yako, kubali kuishi kwenye mienendo yako ambayo ni mipaka yako. Kwa kitu cha muhimu zaidi kwenye hii dating na relationship kama mwanaume ni kuestablish kitu ambacho tunaita frame. na frame ndio hiyo imejengwa na hiyo mipaka na sheria ambazo wewe unaishi ni principles, zinakuongoza maishani Tafuta mipaka. Mipaka hiyo itamfundisha mwanamke ni wapi si, aa, mwisho wake ni wapi si ndio. Hata kama ni utani, anajua mwisho wake ni wapi. Ndio, kwa kujithamini, kuna involve kuwa na mipaka kwa ukianza kujithamini, naturally wewe mwenyewe utaanza kujenga mipaka hiyo. Mipaka itakusaidia kumzuia mwanamke anakuanza kuleta ujinga ujinga. Okay, finally mwisho kabisa ni kwamba usiongee naye kuhusiana na chochote, kaa kimya kama nilivyokuambia, pointi ya kwanza kabisa, wanawake wanapenda hiyo reaction, the way ambavyo utareact anavyokudharau, utakavyoumia, utakavyoshow kwamba Yesu, umekereka ndo anapenda na enjoy, kwa sababu ana feed off ile kibuni chake kina feed off, kina- kinakula hiyo ego, ego yake inakula hiyo reaction yako, kwa hiyo badala ya kwenda kuanza kukaa chini na mke wako na kuanza kudiscuss au demu wako, au mtu yoyote, na kuanza kudiscuss sehemu ambako amekukosea, sehemu ambako amefanya hivi na hivi na hivi na vile, haisaidii chochote kwa sababu wanawake dunia yao iko tofauti sana. Wao hawafikirii kama sisi, kwa logic, kwa kutumia akili. Wao hawatumii akili, dunia yao ni hisia zaidi. Ndio kwao unavyoenda kuongea naye maneno ya kiume kama unapoongea na mdogo wako wa kiume au bro wako au mshikaji wako, upasi kuongea hivyo na mwanamke kwa uki, ukikaa ukafikiri kwamba eti unavyokaa mnavyodiscuss labda ndio yes mwanamke sana anaanza kuelekea na kaa kwenye line, unakosea. Unambadili una mwanamke una wako kuwa bro wako. Wanawake hawa respond na logic, wana respond na emotion, na njia nzuri sana ya kucheza na hisia zake ni kutoku Kum, kum, kumjibu yani, kutokukaa na kudiscus, kumuonyesha kwamba hicho kitu kimekukera, na pia ni silence. Hakuna kitu kinamkera mwanamke kama mwanaume ambaye yuko kimya, hajibu, afanye chochote, yuko tu kimya, sindio? Ukiona amefanya hapo pilika, pilika, kaa kimya, kimya meza, yani usiangaike naye, usimtafute, usimfollow up, usiangaike naye, sijui kumuuliza nini na nini wewe na nini. Kaa kimya tu ule ukimya ule ukimya uta speak volumes, utakuwa